Baada ya kifo cha mumewe Nurkan anabaki peke yake na watoto wake watatu. Feride, huyu ni binti yake mkubwa wa kwanza ambaye tayari angalau anaweza kujisimamia mwenyewe. Ilka, huyu ni mtoto wa kiume wa pekee kwenye familia, lakini pia kuna mtoto wa mwisho anaitwa Ozge. Nurkan anamwambia Feride achukue nafasi ya baba kwenye familia kwa sababu yeye tayari umri umeenda, kwa hiyo kusimamia familia inaweza ikawa ni kazi ngumu sana kwake, jambo ambalo linasababisha mgawanyiko mkubwa kwenye familia. Ilka alikuwa anampenda sana baba yake hivyo anaona dada yake kupewa nafasi ile ni kumdharau wakati yeye ni mtoto wa kiume. Kabla hatujaanza kushuka rasmi na huu uzi wetu, usisahau kusubscribe ili nawe pia uwe ni moja kati ya watu wa muhimu sana wanaopatikana kwenye hii familia. Okay, tuondoke sasa hapa. Ilka yupo na Ozge mdogo wake, wanakula zao karanga, ila Ilka akamuuliza Ozge, mama yupo? Ozge akamwambia ndiyo, yupo ila amelala. Ilka akasema sawa, alafu akaenda ndani, Ozge naye akamfata. Mpango wao ni kuiba funguo za gari alafu waingie mtaani, wananyata na wanafanikiwa kuchukua funguo, alafu hao wanasepa, lakini bi mkubwa anashtuka kusikia mlio wa gari, fasta anatoka nje. Ilka hajui kuendesha gari vizuri, bado ni lena, gari linamwendesha yeye badala ya yeye kuendesha lile gari. Bi mkubwa naye yupo nyuma, mbio mbio ilka asije akamuulia kitinda mimba wake Osgi. Ilka akaona huu ushakuwa msala, anakimbia kwa sababu alijua kuwa bi mkubwa kama atamkamata, basi atachezea sana mabanzi. Kwa hiyo hapo ponapona pona yake ni mbio. Hiyo tu, huyu mwamba ni mchumba wa Feride. Hapa wameamua gari wampe yeye aondoke nalo, ili lisije likaleta balaa, kwani bibi mkubwa hawezi kumcontrol Ilka. Mwamba analikagua gari kabla hajasepa hapa. Ngoja kwanza ni cheki upepo upepo upo sawa mm. vipi kuhusu milango uh, milango ipo fresh kabisa. kwa hiyo hapa nipo tayari kwa safari si ndio? Okay, lakini gafra, Ilka anamkuta zako, we mwizi, mbona unafungua milango ya gari letu? umetumwa nini braza, we nani kwani? jamaa akamwambia dogo, tulia, mimi ni mchumba wake Feride, nimeambiwa nije kuchukua gari. sasa kosa langu ni nini hapo, mdogo wangu umepagawa nini? Elka akashangaa kinoma, akaenda ndani kwanza ili wakamwambie vizuri, wamepata wapi nguvu ya kuhonga gari la baba yake Alipofika ndani akawaka kinoma, "Mama, kwa nini umempa gari bwana yake Feride? Lile ni gari la marehemu baba yangu, halitakiwi kufanywa kitu chochote. Mbona mnapenda kuniingilia kwenye mambo yangu?" Alipotoka akaenda kulala kwa jirani ambaye ni mama wa rafiki yake, lakini pia ni shoga mkubwa sana wa mama yake mwamba. Akawa anavuta mpaka bangi sasa, kwa sababu kwanza hana malezi ya baba, pili anahisi kuwa hana thamani. Hapo amekaa na wana wanapata kitu fulani hivi cha kaskazini. Sasa hii ni asubuhi, ameamka lakini kitu cha kwanza kufanya ni kupiga pafu zake mbili tatu, ili mambo mengine yaende sawa. Na wakati anaendelea na jambo lake akasikia kama kuna mtu anakuja lile eneo, ikabidi aache, alafu akafungua dirisha ili harufu ya mmea itoke nje. Alipotoka nje akamkuta yule mama anafanya usafi, akili ya Elka ikawaza mbali sana, akamtamani yule mama, akamwangalia sana bi mkubwa. Akili ikamwambia simpo peke yenu Elka, Elka, hebu fanya jambo Elka. Akamsogelea yule mama, alafu akamvamia, lengo lake afanya naye mapenzi. Purukushani za mtu mzima na mtoto zikawa zimeishia hapo. Ilka akafanikiwa kupata kitu ambacho alikuwa anakitaka. Leo Ilka amekuja nyumbani kwao, akamuomba dada yake hela, ila dada yake akamwambia kuwa hana, alafu akamwambia, wewe ni mtoto wa kiume, pambana upate hela zako. Ilka akaona, huyu mbona kama hanijui hivi? <laughs> anachonga sana wakati pochi naiona. Ikabidi achukue pochi ili achukue hela mwenyewe. Kijana akavurugwa vibaya sana. Alipotoka nyumbani, akaenda kwa yule mama jirani. Bim kubwa akamuuliza umekuja kufanya nini tena, mwamba hana jibu. Bi mkubwa akaendelea na ishu zake. Ilka akamfata kule kule ambako alikuwa anafua, kama kawaida ya dogo, akaanza alipoishia. Ni kama amemzoea sana, yule mama akaanza kucheza na mwili wake, lakini safari hii bi mkubwa anaonyesha kuwa amekubaliana na lile jambo. Uso wake unaonyesha kuwa yeye mwenyewe Ilka anamfurahisha. Wakafanya yao na siku ikawa imeisha kwa namna hiyo. Siku iliyofuata akaenda kwa bibi yake, bibi yake akamwambia Nasikia kila kitu kinachoendelea kwako, mjukuu wangu. Sasa hivi umekuwa muhuni, yani haueleweki kabisa, na kuomba sana achana na hizo tabia. Kama kawaida mabibi na wajuku zao, akampa msosi huku anamsema. Sasa leo ni birthday ya mtoto wa yule mama, lakini ilka haelewi kabisa. Imefikia hatua hawezi kabisa kujizuia wala kuficha hisia zake, akamfata jikoni, anamtaka baadaye wakutane. Kiufupi, dogo kamfanya bi mkubwa kama dimu wake hivi. Baadaye ilka akaenda kwa mshangazi wake akijua kuwa kuna mtu muda huo kutakuwa kumetulia sana ili akafanye jambo lake. Anafika mlangoni anakutana na sura ngeni kabisa. Huyu ni mume wa yule mama. Akamuuliza, wewe ni nani na nikusaidie nini? Ilka akajitambulisha ila mzee hakumwelewa. Yule bi mkubwa akaja akasema, haumjui huyu? Huyu ni Ilka, mtoto wa jirani yetu hapo, lakini pia ni rafiki wa mtoto wetu, kwa hiyo huwa anakuja mara kwa mara kwa ajili ya kuzungumza na rafiki yake. Huyu mzee ni baharia, hivyo muda mwingi hayupo nyumbani. Kama tunavyojua mabaharia, anaweza akachukua hata mwaka asionekane kabisa mzee akasema, oh sawa, karibu. Bi mkubwa akasema, umetukuta tunataka kutoka, kwa hiyo kama hautojali twende wote, alafu tutarudi. Kijana akatulia siti ya nyuma kama mwema vile, kumbe ni mbadi kinoma. Hii ni siku nyingine tena, dogo ameiba pesa ya matibabu ya mama yake. Dada yake alipogundua akamfata, piga sana, mabanzi ya kutosha tu. Wewe unajua vikofi vya dada vinavyouma, tena usiombe upigwe na kidada fulani hivi chembamba. Wee bora uchapwe na fimbo, ila sio vile vikofi vinauma balaa. Sasa hebu hesabu mwanetu kapigwa makofi mangapi hapa? Lakini kuna namna, kama amekubali kubadilika, kwa sababu hakuonyesha reaction yoyote ile mbaya. Na leo ni harusi ya dada yake Feride, anaolewa mwamba. Ana vibe kinoma na mzigo unaishia hapo. Najua kuwa maisha ni magumu, changamoto za hapa na pale, kodi, watoto kwenda shule na vitu vingi sana ambavyo vinaichanganya akili yako. Sasa nikukumbushe kwamba nenda pale kwenye website ya PMBet andika www.pmbet.co ili uitengeneze future yako iweze kuwa nzuri. Huenda kesho yako ikawa bora zaidi kuliko leo yako, kwa sababu PMBet, kila mtu ni mshindi. Cha kufanya nenda pale PMBet, PMBet, PMBet. Wanatoa magari kama vile Toyota haria, lakini pia Nissan X-Trail. Haya ni magari ambayo mpaka sasa hayana mtu ambaye anayamiliki, lakini pia nikukumbushe kwa wale wapenzi wa kucheza kasino, kumbuka kwamba PMBet ni kampuni namba moja ya kasino Tanzania. Kuna wale wapenzi wa soka ndani mule, kuna odzi za kibabe sana kwa ajili yenu nyie wapenzi wa soka katengeneze mkeka wako alafu ifanye kesho yako iwe bora lakini pia nikukumbushe hairuhusiwi kucheza kwa walio na umri chini ya miaka 18 tafadhali hakikisha miaka yako ni kuanzia miaka 18 na kuendelea ndio uweze kucheza lakini pia cheza kistaarabu Royal Win shinda magari ni mengi zaidi kwenye kasino ya mtandaoni nambari moja Tanzania